Karibu katika talk shows ambazo zinakuletea hekima kutoka andikoni. Sasa hivi tuko katika kitabu cha Mithali, tutagusa aya chache ambazo zitakuwa zikitupatia hekima kutoka katika maandiko yaliyo na uvuvio. Mimi ni mchungaji Almodad Amos Yaregwila, karibu sana. Leo tuko katika kitabu cha Mithali, sura ile ya kwanza na ile aya ya saba mahali ambapo Biblia inasema "Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Maarifa ni kitu ambacho kila mtu anakitafuta. Tunajifunza, tunasoma vitabu, tunatafuta majibu katika mitandao, lakini Biblia inatukumbusha jambo la msingi sana kwamba chimbuko na chanzo cha maarifa maarifa hasa yanaanza na kumcha Mungu. Kumcha Mungu sio kumwogopa. Kumcha Mungu ni kumtii kwa kumheshimu, ni kumweka katikati ya shughuli zetu zote za maisha. Bila Mungu, bila uchaji Mungu, maarifa yanabaki kuwa taarifa tu, ambayo haina mabadiliko ya kimaadili. Hebu fikiria katika jamii yetu siku ya leo tuna vitabu vingi zaidi, tuna shule nyingi zaidi, tuna teknolojia kubwa zaidi ya kutusaidia kupata maarifa kuliko katika wakati uliotangulia. Lakini bado tunaona ukosefu wa maadili katika jamii zetu. Heshima, upendo ni vitu ambavyo vimeendelea kuadimika kila wakati. Hekima haipatikani kwa maarifa ya vitabuni peke yake. Inatoka katika moyo uliogeuzwa kuwa chemchemi ya busara inayotokana na mtu aliyechagua kuwa mcha Mungu. Aya hii pia inatueleza kwamba wapumbavu hudharau hekima na adabu. Wapumbavu sio wale wasioweza kujua, ila ni wale wanaokataa kwa makusudi kusikia kile ambacho Mungu amewasikizisha ni wale ambao wanaujua ukweli lakini kwa makusudi hawataki kujifunza wala hawataki kuishi hekima. Ya kweli inaanza pale tunaposema, e Mungu, naomba unifundishe namna ya kuishi, naomba unihekimishe namna ya kutembea katika neno lako, nisaidie kuwa mcha Mungu, kwa sababu tunapokuwa wachamungu sisi hujipatia maarifa yanayotujenga na kubadilisha maisha yetu toka ndani hata nje. Maarifa yanayotufanya kuwa nuru na kuangaza kwa tabia njema kwa watu ambao wanatuzunguka. Kwa hiyo leo ninakupatia changamoto kutoka katika aya hii ya Mithali moja aya ile ya saba kwamba tafakari mwenendo wako, tafakari maisha yako. Je, unatafuta maarifa ya aina gani? Maarifa ya kujionyesha kwamba unajua au maarifa yatakayompendeza Mungu na kubadilisha mwenendo wako wa maisha? Chagua hekima, anza na chagua sasa kuwa mchamungu, rudi katika uchamungu. Hapo ndipo utakapojipatia chanzo cha maarifa halisi, maarifa yatakayokupatia furaha katika maisha haya na katika maisha yale yajayo. Mungu akubariki sana.